Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo DRC inaonekana kugeukia nchini Marekani katika juhudi zake za kutafuta mshirika atakayesaidia katika mapambano yake dhidi ya waasi wa M23 wanaozidi kuyatwaa maeneo ya mashariki mwa nchi hiyo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hadi sasa muungano wa waasi wa Alliance Fleuve Congo, AFC M23 umefanikiwa kuitwaa miji mikubwa ya mashariki mwa DRC ukiwemo mji wa Goma, Bukavu, Nyabibwe huku wakiendelea kusonga mbele kuelekea Uvira, jimbo la Kivu Kusini. Kwa kutambua kwamba ikulu ya Marekani chini ya Rais Donald Trump inapendelea mahusiano ya kibiashara kama kilichotokea kwenye pendekezo la makubaliano ya madini kati ya Ukraine na Marekani, DRC ambayo ina utajiri wa rasilimali nayo inatumaini ya kurejesha amani kwa makubaliano ya rasilimali madini kwa Marekani. Pia, kuna ripoti kuwa Trump anatarajiwa kumteua baba mkwe wa binti yake Tiffany, kushika nafasi muhimu katika kanda hiyo kwa lengo la kuwezesha makubaliano ya kurejesha amani nchini DRC huku Marekani ikinufaika kwa kupata madini adimu ya nchi hiyo. Msemaji wa serikali ya DRC Patrick Muyaya, alithibitisha kwenye kipindi cha Newsday cha BBC kwamba nchi yake inataka kushirikiana na, na Marekani na kuisambazia madini ya adimu kwa makubaliano ya kupatiwa uhakika wa usalama. Nanuku, kwa hakika tunaweza pia kuzungumzia usalama, alisema Muyaya kupitia mahojiano hayo. Kutokana na madhaifu yaliyoonyeshwa na jeshi la ulinzi la DRC la FARDC, ambayo yalisababisha waasi wa, wa M23 wanaotajwa kuunga mkono na Rwanda kupiga hatua kubwa sehemu za mashariki mwa nchi hiyo yenye utajiri wa madini. Jitihada za vikosi vya kikanda hususan kikosi cha ulinzi wa amani cha Umoja wa Mataifa MONUSCO na Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SAMIDRC nazo zinaonekana kugonga mwamba kwa wasi hao. Wakati mapungufu hayo yakionekana hadharani, M23 imeonyesha nia ya kusonga mbele kuelekea magharibi ili kuleta ama kuuteka mji mkuu wa DRC, mji wa Kinshasa. Reuters imeripoti kuwa kwa kuzingatia changamoto hizo, Rais Felix Tshisekedi anafanya kila liwezekanavyo kuhakikisha anarejesha maeneo yaliyotwaliwa na waasi mikononi mwake na kujiimarishia ulinzi dhidi ya hatari ya kupinduliwa. Februari 22, gazeti la The New York Times liliripoti kuwa Tshisekedi alisema utawala wa Rais Donald Trump umeonyesha nia ya kushiriki makubaliano ya madini ya kimkakati, siku moja kabla baraza la biashara la Afrika na Marekani ambayo linatajwa kuwa na kundi lenye ushawishi nchini DRC Iliandika kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kwa niaba ya seneta wa DRC likieleza uwezekano wa makubaliano yanayohusisha ushirikiano wa kiuchumi na wa kijeshi. Inakadiriwa kuwa DRC na rasilimali ambazo bado hazijachimbwa zenye thamani ya dola za Marekani takribani trilioni 24 sawa na paundi 19, ikiwa ni pamoja na madini ya cobalt, dhahabu na shaba. Kwa sasa DRC ndiyo msambazaji mkuu wa madini ya cobalt duniani, madini yanayotumiwa kwa kiwango kikubwa kwenye sekta ya ulinzi anga na utengenezaji wa betri za magari na ya umeme. Hata hivyo, sehemu kubwa inaelekezwa nchini China. Pia DRC ina akiba kubwa ya madini ya lithium, tantarium na uranium ambayo yanafahamika kama 3Ts ambayo yote ni lulu kwenye utengenezaji wa silaha na vifaa vya kijeshi. Ingawa Marekani imewekeza katika mradi mkubwa wa miundo mbinu ya yani, Lobito Corridor ili kusafirisha bidhaa kutoka Afrika ya Kati hadi bandari ya Angora, makampuni yake hayajihusishi na uchimbaji wa madini nchini DRC, kwa kuwa China inawatawala sekta ya madini nchini DRC. Barua kwa Rubio ilionya kuwa huenda pengo la kimkakati likapanuka ambapo mataifa pinzani yanaendelea kujitanua katika rasilimali za bara la Afrika. Kimsingi, DRC inaweza kutoa masharti mazuri kwa makampuni ya Marekani kuchimba madini hayo iwapo tu Marekani itayihakikishia ulinzi serikali ya rais Felix Tshisekedi na kuyatokomeza makundi ya waasi yaliyopo mashariki mwa nchi hiyo. Hata hivyo mchambuzi wa madini Gregory Mtembo Salta anaonya kuwa tofauti na China ambayo hutegemea mashirika ya umma, Marekani anategemea kampuni binafsi ambazo huenda zikaona DRC kuwa ni eneo lenye hatari kubwa kuwekeza biashara zake. Hili linabaki kuwa jambo la nadharia, na msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Marekani alisema kuwa hakuna cha kutangaza kwa sasa kuhusiana na pendekezo hilo la DRC. Hata hivyo alisema Marekani iko tayari kujadili ushirikiano katika sekta hiyo kulingana na amri ya rais Donald Trump inayolenga kufanya Marekani kuwa mtayarishaji na msindikaji mkuu wa madini yasio ya, ya mafuta yakiwemo madini adimu ya. Lakini je, DRC itanufaikaje? Eneo moja muhimu linaweza kuwa katika kuimarisha ushirikiano wa kijeshi kama barua ya Rubio inavyosema. Hilo litajumuisha kuwafundisha na kuwapa vifaa wanajeshi kulinda njia za usambazaji wa madini kuiruhusu Marekani kutumia kambi za kijeshi kulinda rasilimali muhimu na kubadilisha operesheni zisizo na ufanisi wa walinda amani wa Umoja wa Mataifa na SADC, ushirikiano wa moja kwa moja wa usalama kati ya Marekani na DRC. Msemaji wa DRC, Patrick Muyaya pia aligoma kuthibitisha maelezo hayo japo kuna mashaka kuhusu kama hayo yanaweza kufanikiwa ama kuwa matokeo ya haraka. Kwa mujibu wa mchambuzi wa mizozo ya kikanda Stephanie Walters, kutoka taasisi ya masuala ya kimataifa ya Afrika Kusini, ikiwa DRC inataka uwepo wa vikosi vya kijeshi kutoka Marekani nchini humo, inapaswa kugalamika la sivyo, hilo halionekani kuwa jambo linalowezekana siku za usoni. Zaidi ya hayo, Walters akizungumza na BBC Focus on Africa alisema kuwa silaha na mafunzo ni masuala ambayo yataichukua Marekani muda mrefu kuidhinisha. Nadhani hatua ya serikali ya Kongo kuwasiliana na Marekani kutokana na hali tete ya kijeshi mashariki, lakini sina uhakika kama kile ambacho Marekani inaweza kutoa sasa kinaweza kushughulikia mahitaji ya dharura mwisho, Walters, mwisho wa konoko amesema, mwisho wa konoko. Kwa upande wake, mchambuzi wa sekta ya madini ya DRC Jean Pierre Okenda alisisitiza haja ya usimamizi wa makubaliano hayo, akipendekeza kuwa bunge na jamii ya kiraia watatakiwa kushirikishwa ili kuhakikisha maslahi ya wananchi yanalindwa. Kwa mtazamo wa mpana alisema kuwa njia ya kuelekea amani ya kudumu lazima ishughulikiwe na usimamizi wa kifisadi wa serikali ya Rais Felix Tshisekedi ambao unaonekana kupitiliza na kupunguza morali ya kupambana na waasi hao wa M23. Makubaliano ya awali na China yaliyotoa haki ya uchimbaji wa madini badala ya miradi ya miundombinu yaliyokosolewa kwa kutotekelezwa kikamilifu. Tshisekedi amejaribu kuyarekebisha lakini ukosefu wa uwazi umeibua maswali zaidi. Hakuna hatua thabiti inayotarajiwa hivi karibuni, na kwa mujibu wa Muyaya akizungumza kwa niaba ya serikali, alikuwa na tahadhari kuhusu matarajio, lakini aliieleza BBC kuwa katika siku zijazo wanaweza kuingia kwenye makubaliano hayo. Aliongeza kuwa hakuna nia ya kisiasa kutoka kwa Rais Tshisekedi, huku akidokeza kuwa anaamini Marekani imekuwa ikifuatilia kwa ukaribu mzozo huo Mp... Kwa upande wake, Marekani, kulingana na tovuti ya habari ya Semafor Rais Trump anatarajiwa kutangaza kwamba Masadi Boulos atakuwa mjumbe mpya wa Ikulu ya Marekani katika ukanda wa maziwa makuu. Boulos ni baba wa Michael Boulos ambaye ni mume wa Tiffany Trump na amekuwa mshauri mkuu wa Trump kuhusu masuala ya Mashariki ya Kati tangu Disemba 2024 akiwa na maslahi ya kibiashara. Bulos ana makampuni nchini Nigeria yanayosambaza magari na vifaa Afrika Magharibi, na anatarajiwa kusafiri kwenda Kinshasa nchini DRC katika wiki chache zijazo kujadili suala hilo. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital, tutakusogezea kila update inayojili kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.